Watu 34 walinusurika baada ya basi walimokuwa wakisafiria kutoka Nairobi kupoteza mwelekeo na kupinduka mara kadhaa eneo la Nyamatoro ambalo hufahamika kama daraja moja huko Kisii. Ambulensi ilifika na kukimbiza majeruhi wapatao 34 katika hospitali ya Kisii wanakoendelea kupokea matibabu. Hii pazi ilikuwa inatoka Nairobi, ilikuwa inakuja kwa kasi sana, kufika hapa karibu na daraja ndio sikaanguka tunaomba serikali yaweke matuta mingi you have seen the doctors are uh there working and helping them and stabilizing everyone and there was no one brought to death so far they are alive and we are doing our very best watu wengine watano wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali tofauti huko kiambu baada kujeruhiwa ya kujeruhiwa kwenye ajali watano hao walijeruhiwa baada ya gari walimokuwa wakisafiria kugongana na magari mengine yaliyokuwa yakitoka maeneo ya Kikuyu. Na katika kaunti ya Isiolo, kizaazaa kilizuka baada ya mwalimu mkuu wa shule ya upili ya vulana na wasichana St. Paul's kiwanjani George Mwongera kuwakuta wanafunzi saba wakivuta bangi nyuma ya darasa na kuwapa barua ya kwenda nyumbani wanafunzi hao wakaanza kuzua rabsha, kurusha mawe na kuharibu madirisha ya shule, kompyuta, vitabu na vifaa vingine muhimu za shule hiyo. Tujua ni kina nani hao, wengine wanavuta sigara wala wanavuta, kama kuna bangi wala wanafanya hivyo, ndio tuose ku, uh, kuwasaidia rehabilitate, waacha kabisa. Polisi walifika kulinda usalama na shughuli za masomo zikasitishwa baada ya wanafunzi mia nne kufukuzwa na bodi ya shule, uchunguzi ukiendelea. Katika kaunti ya Bomet taharuki ilitanda katika mji wa Kericho wakati wa kusikizwa kwa kesi ya utata wa ardhi ambapo hati ya umiliki wa ardhi inayomilikiwa na chuo kikuu cha Moi ilisikizwa. Serikali ya kaunti ya Bomet inazozana na bewa la shule hiyo kufuatia umiliki wa ardhi hiyo. Hatimaye, mwanamke wa miaka thelathini na mbili aliyeshtakiwa kwa kuiba bunduki ya polisi amehukumiwa kifungo cha miezi kumi na minane kwa kutoroka kutoka gereza la Embu. Hakimu mkazi wa Embu Vincent Nyakundi aliamrisha uchunguzi endapo mshukiwa Caroline Wanjuri Mwinene alisaidiwa na afisa wa polisi wa utawala katika kituo cha polisi cha Itabua kutoroka kutoka gereza hilo miezi mitatu iliyopita. Mwinene aliambia mahakama hatatoroka tena, lakini alishurutishwa kutoroka na afisa mmoja anayejulikana kama James Karioki ambaye alidai walikuwa na uhusiano wa kimapenzi. Winnie Tieno QTV.